Nipo na owner na founder wa Premium Security Bwana Abeid Mvuma ambaye, nataka kwanza, tuambie machache. Uh, tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa wa mashindano, hatua ya nusu fainali ni hatua kubwa sana. Uh, wazo ulikuja nalo la kuandaa mashindano ya Premium Security, tuambie mapokezi yake kwa wanatemeke kwanza, kuiona kampuni ya ulinzi ikiandaa mashindano, michuano ya mpira wa miguu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Karibu sana. Asante. Nashukuru sana, sana e, balozi wa Premium Security Mr. Pablo. E, mimi kusema kweli, e, lengo ya mashindano haya ilikuwa lazima naifanyie Temeke kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Temeke. Yaani ni mkazi wa Temeke na mzaliwa wa Temeke, kwa hiyo nikaona nipata hii fursa basi niwapelekee ndugu zangu, niwasogezee ndugu zangu, nao wapate hizi burudani kwao. Lengo kubwa la mashindano, kwanza kabisa, ni kutambulisha kampuni yangu na vile vile ni kufanya wanatemeke wenzangu nao wapate burudani. Binafsi watu wangependa kufahamu zaidi uh, kuhusiana na kampuni yetu ya Premium Security, namna ambavyo imejizatiti hasa kwa wanatemeke katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Mapokezi ni makubwa hasa, wewe umejitofautisha wapi katika haya michuano? Nadhani umeona mwenyewe wingi wa watu waliokuja leo hapa kwenye hii tukio letu la leo. Hii inaonesha dhahiri kwamba wanatemeka wamepokea kwa mikono miwili. Na wanatamani haya mashindano yafanyike kila baada ya mwezi. Umeona lakini nimwambia hapana tutakuwa tunafanya kila mwaka haya mashindano katika mwezi wa Ramadhani. Na nimefurahi e, tumeanza hatua ya awali vizuri na sasa hivi tuko katika hatua ya nusu finali. Nimewaita wenzangu e, tulishirikiana wote hawa wanatemeka wenzangu kuja kutathmini Je, yeah, tume, tume, tumepatia wapi au tumekosea wapi. Lakini tumeona asilimia kubwa komenti zao zote wanasema tumepatia asilimia themanini. Kwa hiyo sasa hivi tumejipanga kwa nusu fainali kuanzia kesho na kesho kutwa tuangalie na fainali yenyewe siku ya tarehe sita. Hini hasa watu anakipata waliofika hatua ya nusu fainali na fainali kutoka kampuni namba moja ya Ulinzi Tanzania Premium Security. Kampuni ya Bullet eh, kampuni ya Premium Security eh, kuna vitu tuliandaa kwanza kabisa tumeandaa, eh, jezi kwa kila timu ambayo imeingia nusu fainali. Kila timu imepata eh, jezi seti moja, lakini ukumbuke, fainali timu itakachukua ubingwa inaondoka na mbuzi wawili pamoja na jezi tena seti moja. Mshindi wa pili anaondoka na jezi seti moja. Kwa hiyo utaona kuna timu zinaondoka na jezi zaidi ya pea mbili katika mashindano. Tumeona tuwape jezi ili madiwe kumbukumbu kwao vile vile kwamba sisi tulicheza mashindano haya na tumefika hatua fulani. Na wewe mwenyewe umeona watu wanatambiana sana hapa. Naona timu zote zinatambiana na nini huyu sio kanichukulia huzi kafanya hivi. Yote ni chachu ya, ya mpira wetu ya mchangani. Kwa hiyo kwa kweli mimi niwashukuru wanatemeke wote kwa kunikimbilia na kuja kuonesha kwamba nilichokipanga kimefanyika, au nilichokiamua kimefanyika vizuri kwa asilimia 100 che kidogo kwa uchache, tukiwa tunaendelea kupata ifta. Kampuni yetu ya Premium Security, tukitaka kuitofautisha na kampuni zingine, sifa, uweledi wa kazi, aina ya watu ambao wapo katika kampuni yetu na nini, hasa tuna provide pale mteja anapohitaji huduma kutoka Premium Security. Kwa kweli wewe ni balozi, ni shahidi kwa hilo Ee, mimi nafanya kazi kiprofessional ki kabisa kampuni yangu inafanya kazi kiprofessional kabisa. Utaona, malindo, malindo, nao, mimi, ya, watu wangu management ya juu wanaweza kufanya, kufanya kazi nimechukua watu ambao wenye uwezo wa hali ya juu, ili mradi nisiharibu nisiharibu kazi wao mwenyewe, unaona, na ni shahidi kwa muda kwa muda wa miaka hii minne mitano tayari tushapata jina kubwa. Ili jina sio kama linakuja bure hapana, ili jina linakuja kwa sababu ya ufanyaji kazi wetu ni, ni mzuri na uboreshaji wa huduma zetu ni nzuri. Tuna patrol cars mwenyewe umeona, tuna pikipiki piki, tuna tuna alarm tuna yaani, wewe mwenyewe unaona. Kwa hiyo hii inaonesha ni, ni tumejipanga katika kuleta mapinduzi ya security katika nchi yetu, na Premium Security ipo Tanzania nzima, tupo Tanzania nzima tofauti huduma yote Tanzania nzima kama una, kama unavyoona mwenyewe. Yeah. Shukuru sana na zaidi kwa iftar. Mimi naondoka nimeshiba bwana. Asante sana, karibuni sana. Tunapatikana wapi? Sisi tupo Kisota. e, tupo Kisota Kigamboni ndo makao makuu yetu alipo lakini tuna branch Dodoma tuna branch Mbeya na sasa hivi habari e, njema tunafungua branch kubwa sana pale Mwanza e, tutaambiana lakini ndani ya mwezi huu wa nne inshallah tutashafungua tayari branch yetu ya Mwanza. Fugo sanado, fugo asante sana. Asante sana, ndugu yangu. Bwana, we believe, we believe, we believe. Chagua Premium Security kwa huduma mbalimbali za ulinzi. Jina langu ni Pablo Almas, balozi wa Premium Security, machache kutoka kwa owner mwenyewe Abedi Mvuma. Asante sana mpaka wakati mwingine. Ikiwa tunaendelea uh, kupata iftar uh, ya mwaliko kutoka Premium Security hapa Kigamboni Kisota, tumepata nafasi ya kukutana na mjumbe wa kamati Young Africans, Alex Ngai. Mjumbe, mambo vipi? Safi. Habari ya kwako? Nzuri kabisa. Habari za kikao? Ah, fresh. Ah, tulikuona kwenye kikao na wewe uh, na sofa, hatujafanikiwa kusikia yale yaliyojadiliwa pengine kwa uchache, au juu juu, tunaweza kufahamu, maana hata waandishi walikuwa pale, lakini hawakupata nafasi ya kusikia yale ambayo yamejadiliwa ndani kuhusiana na mchezo wa Young Africans uh, uliohairishwa dhidi ya Simba Sports Club ambao ulihitajika uli kucheza siku ya tarehe nane. Uh, mimi ni washukuru bure ndani ya wa Premium Security, eh, kwa kuweza kutualika kwenye iftar. Iftar ni nzuri tumepata iftar safi kabisa Niwaombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia wawe na moyo huu wa kujitolea e, na vijana nao naona kuna timu ambazo zimealikwa hapa zimekuja e, ambazo zimeingia nusu finali nazo zimekuja hapa, tumepata iftari pamoja, alhamdulillah. Iftari yako ya jana ilikuwaje? Maana mwaliko niliupata, lakini baada ya kikao sikupata taarifa kamili, sikukuona ndio maana nimeshangaa kukukuta huku <laughs> Tuambie <laughs> pengine hiki ambacho anakifanya Abeid, kuvuka sasa kampuni ya Premium Security kufika hatua ya kuandaa mashindano, kutoa jezi kwa vijana, na nimeona umetoa ahadi kwa vijana ambao pengine utakuwa umevutiwa hasa na viwango vyao, unaweza kuwatafutia namna moja ama nyingine kwenye klabu hizi za Championship League kuu waweze kuanza maisha yao ya soka. Nini hasa kimekuvutia katika hii michuano? Kwanza kwanza, nimpongeze Bwana Bedi na kampuni yake Premium, kwa sababu kwanza kampuni yake nadhani hii ndo mara yao ya kwanza kuandaa michuano kama hii, umeona ni jambo zuri kiukweli eh, na ni jambo la kujitolea vilevile. Mimi kama unavyojua mimi ni mtu wa mpira, umeona na asilimia kubwa timu za vijana za Young Africans ziko chini yangu, na mimi ndo nazoziangalia kwenye kila kitu. Bahati nzuri kwenye kamati yao ya maandalizi ya uendeshaji wa michuano hii kuna kijana wangu anaitwa Madega, ambaye ni team manager wa under 20 ya Yanga, kwa hiyo ndo anayesimamia michuano hii ya Ramadhani hii ya, ya Kinabedi e, mbea nilipata kipaji nikakichukua, nilipata sehemu nyingine Mbagala, nilialika kwenye Sport Pesa nikakichukua, unaona, baada ya hapo na huku nako nadhani nitafuatilia kuanzia nusu fainali, nadhani ndio hatua za juu zaidi ambazo tunaweza kuona watu wazuri, krimu nzuri kabisa za kuweza kuwasapoti nao wakasogea mbele na vilevile kupata wachezaji wazuri ambao wataweza amba kuja kuifata timu yangu hata na vilabu vingine ndani ya Tanzania, kwa sababu hii ni familia ya mpira na wote tunatakiwa tuisaidie na tusaidiane, tushikane mkono ili watu wasonge mbele zaidi, jumbe, tukiachana na hiki ambacho kimefanywa na Abeid. Uh, mpaka inafikia hatua uh, ya kuhitaji busara zaidi. Hizi sheria na kanuni zinashindwa vipi kufanya kazi ingali nyinyi mnasema kwamba kanuni zipo wazi, kwa timu inayokeuka kitu fulani adhabu yake ni hii, na timu fulani iliyotimiza uh, kanuni na sheria wanapaswa kufanyiwa hiki. Ugumu uko wapi mpaka leo hii mnafikia hatua kufikishana uh, mpaka kwa waziri wa michezo kutafuta busara kati ya Simba na Wajua bwana, una shida sana, umeanza kuniuliza mwanzo, nimekukwepa lakini bado ningangania mimi. Bwana Pablo, nikueleze ukweli kabisa, e, siwezi kulizungumzia hili jambo kwa sasa hivi kwenye engo yoyote tena, kwa sababu kama unavyojua, jana tulikuwa na vikao na mheshimiwa waziri. Tulianza sisi kama Young Africans, akatusikiliza hoja zetu, e, tuliwasilisha malalamiko yetu, tuliyatoa. Mwisho wa siku, nadhani walifuata wengine sijui walikuwa ni Simba. Baada ya hapo, nadhani walikuwa ni TFF na bodi ya ligi, kila mmoja alikuwa ametoa nadhani maoni yake na mapendekezo yake vile anavyoona, ili mradi tuweze kujenga e, mpira wetu wa nchi, tuzidi kusonga mbele. Lakini baada ya hapo, nadhani e, kutokana na makubaliano ambayo yalikuwepo ndani, tunatakiwa tusubiri, kwa sababu kwanza hata huko mbele tutakapokuja kufikia hakutokuwa na maamuzi ya serikali. Serikali haiwezi kuamua, kwa sababu ikiamua, itaonekana imeingilia kwenye masuala ya mpira, kama watu wa mpira wanavyopenda kujifichia kwenye hicho kichaka mon. Kwa hiyo labda wanaweza tu wao, watakachofanya kushauri nini kifanyike, hiki kiondoke, hiki kifanye nini na nini, lakini mwisho wa siku maamuzi ya mwisho nadhani yatabaki kwa watu wa mpira wenyewe ambao ndio wenye jukumu la kusimamia mpira. Kwa hiyo nadhani hilo, hebu tuliache kwanza, tusubiri ndani ya siku mbili tatu hizi, nadhani tutakuwa na kikao cha pamoja sasa cha magrupu yote matatu, yanayo mimi nasema yanayo yaliyopishana kidogo kauli, lakini nadhani kwenye kupishana kote ulikuwa kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira baina yetu sisi kama vilabu, pengine na mamlaka zinazoendesha eh, soka ah, Mi naamini kabisa jambo litaenda sawa na kila kitu kitakaa sawa, kwa sababu watu wote ambao tuko kwenye tasnia ya mpira wote tuna akili timamu. Bwana, umemsikia hapa mjumbe anasema kwamba huenda kuna vijana watapatikana kupitia michuano ya Premium Security. Ujio wake wewe unaozungumzia vipi hasa katika hii hatua ya nusu fainali? E, kwa kweli nimefarijika sana ndugu yangu au mjumbe wangu Alex Ngai na nafahamu uwezo wako kutafuta kuangalia wachezaji, yeye mwenyewe mpira, kwa sababu kacheza. Kwa hiyo ch ch amecheza zamani vile vile, ndugu yangu, vipaji vipo. Kesho atakuja kuangalia vipaji vipo Aje, Eh, unajua siku hizi mpira sio kwa biashara, ndugu yangu, huo ndio ukweli. Mpira biashara sasa hivi, huo ndio ukweli. Kwa hiyo hawa viongozi ndio wanafanya mpaka watu wa vijana hawa wazidi kupata hamasa. Sasa wale na vijana hapa, vijana wa fly kabisa hapa, na kesho kwambia anakuja, kwa hiyo wale vijana ndio nje. Kuna kiongozi wa mpira pale, nadhani umeelewa hilo eh. Nje kuna mjumbe, neno lako la mwisho? Mimi niendelee kuwashukuru tu wa andaji wa iftari, eh, Premium Security na vile vile waendelee kujitolea kwenye jamii. Bwana, michuano inaendelea kesho, nusu fainali sio? Jitahidi sana mpira uchezwe, kusiwe na ujanja ujanja. Kwenye ujanja ujanja unamaanisha nini? E, kusiwe na ujanja ujanja, kusiwe na, kusiwe, kusiwe na mambo ya kukimbia kimbia e. E, waamuzi wachezeshe kwa haki, hatimaye apatikane bingwa ambaye anayestahili tuokote vipaji vizuri kabisa ambavyo tutaweza kuviendeleza, naamini mwisho wa siku itakuwa ni michuano bora ambayo itaendelea kuwepo kila msimu inshallah. Eh, ebwana mwakilishi kutoka Underdogs, neno moja nilioambiwa na kapiteni pale ni kwamba fanyini yote mwatoe nusu fainali kwa sababu wao fainali hawanmamba, mara zote wamezoea kucheza fainali. Vipi kwa upande wenu? Ah, na sisi tunawapa salamu kama walivyotoao salamu zao tumezipata sisi mara zote pia tumezoea kucheza fainali kama wao walivyozoea kucheza fainali, na sisi tumezoea kucheza fainali kwa sababu mwezi mmoja nyuma au wiki tatu nyuma tumetoka kucheza fainali, kwa sisi ni kawaida yetu tukufika fainali. Hii michuano ya Premium Security imeweka karibu sana nyinyi, watu special, watu wa Temeke mkikutana um, katika mwezi huu um, mtukufu wa Ramadhani, mnacheza michuano binafsi, unaizungumzia vipi? Ah, hii michuano binafsi yangu naizungumzia ni michuano kwanza, ni michuano bora kwa sasa hivi Temeke katika haya mashindano ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yametufanya tu, tunakutana vijana mm, tunajumuika kwa pamoja, na yanatoa fursa mbalimbali kwa mzamini wetu Premium Security. Naam. Tuambie sasa fainali unaitaka kombe unalitaka, lakini uh, mpaka kufikia hatua hii timu zote zilizofika nusu fainali ni timu bora. Yupi hasa nadhani uh, unatamani kukutana naye ukiachana na Captain? kuna Nyuma Sheli, kuna Mkunguni, kati yao pale nani kidogo dhaifu ama nani ukikutana naye utavuta pumzi na kushusha kwa kushukuru? Uh, kwanza mpaka ukiona timu inafikia hatua ya nusu fainali, basi unajua hakuna timu dhaifu timu zote zizofika nusu fainali zote ni timu bora, hakuna timu dhaifu, na yoyote atakayepita, kama mimi nitajaliwa kufika fainali, yoyote nitakayekutana naye, basi inshallah mpira utachezwa dakika 90 zitaongea kila lahe Asante sana shukrani e bwana. Hayo ni machache kutoka kwa timu zote nne na umezisikia tambo zao, yoyote anaitaka fainali, lakini hayo yote majibu yake wanao wenyewe. Mchezo wa kwanza na mchezo wa pili kutakuwa kati ya michezo ya Captain dhidi ya Underdogs, kutakuwa na mchezo kati ya Mkunguni dhidi ya Nyuma Sheli. Fainali hii ni michuano ya Premium Security. Jina langu ni Pablo Almas, balozi wa Premium Security. Tambo umezisikia, lakini sisi tunachotaka ni mchezo mzuri tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Asante sana. Tukutane viwanjani.